Kufuatia miaka kadhaa ya kakadha, mivutano na Washington ni juu ya misaada yake ya kijeshi kwa Kyiv, wengi huko Moscow wanaangalia kwa furaha isiyofichika juu ya mpasuko kati ya Marekani na Ukraine uliojitokeza wiki iliyopita katika ofisi ya rais wa Marekani kati ya Trump na Zelensky. Vyombo vya habari vya Russia viliuita mkutano huo kuwa janga na kudhalilishwa kwa rais wa Ukraine Kremlin inasema ipo tayari kwa amani lakini inashutumu Ukraine na mataifa ya Ulaya kwa kufanya kazi kuendeleza vita. Waziri wa mambo ya nje wa Russia Sergey Lavrov ameshambulia pendekezo la kupeleka walinda amani wa Ulaya kwenye ardhi ya Ukraine. Trump anaelewa kila kitu, alisema kuwa ni mapema mno kuzungumzia maelewano. Unaweza kulijadili suala hili, lakini utahitaji ridhaa la ya pande zote. Ana tabia njema, lakini watu hawa, yaani mataifa ya Umoja wa Ulaya, wanaupenda mpango wa kupeleka walinda amani nchini Ukraine. Ni sawa na kuuchochea utawala wa Kiev kuendeleza vita dhidi yetu. Baadhi wanaona pendekezo la amani la Kremlin kama ushindi kwa Rusia na kujisalimisha kwa Ukraine. Mosco inataka amani kwa masharti yake. Uchambuzi wangu na maoni yangu ni amani inayoruhusu Rusia kutimiza malengo yake ili kudhibiti Ukraine. Huo ndio mtazamo wa amani wa Rusia. Ninahofia kwamba haitaweza kuridhiana na Ukraine inayotaka uhuru wake na Ulaya inayoamini kwamba nchi zinahitaji kuamua hatima yao. Kuna baadhi ambao wanashuku kama kweli rais wa Russia Vladimir Putin anataka really amani given... Much of an indication that he... Putin hajaonyesha ishara kwamba angependa vita hivi vimalizike. Vikosi vya Russia polepole vinasonga mbele upande wa mashariki. Huenda Putin anajihisi kama anaweza kudumisha vita vya muda mrefu kinyume na Ukraine. Wakazi wa Moscow ambao wamekubali kuzungumza nasi walisema wangependa vita viendelewe iwapo Zelensky hatachagua diplomasia. Iwapo mashauriano yatafanywa, basi ni lazima yawe kwenye misingi ya kuipatia Russia ushindi, kwa sababu lazima tuangalie ukweli wa mambo huku tuliko. Putin mwenyewe hajazungumzia majibizano makali ya wiki iliyopita kati ya Trump na Zelenski. Kremlin inasubiri kuona hatua zitakazochukuliwa na Trump baada ya hotuba yake ya Jumanne mbele ya bunge la Marekani ambapo alitaja barua kutoka kwa Zelensky ikisema kuwa kiongozi huyo wa Ukraine yupo tayari kuanza mazungumzo ya amani mara moja.